Hello my beautiful people, mambo vipi? Hopefully wote mko poa kabisa same applies na huko. So today tutaenda kuelekeza namna ya kutoa background. A very simple thing, easy. So kitu cha kwanza utaingia kwenye Chrome au search engine yako kama hivi. Then uta search of the nini? Background remove, si ndio? Okay, so hiyo ndio sema mambo hii ndio site ambayo inatumika katika kutoa nini? Background utakayotumia. So, background. so zipo site nyingi, pia ni miongoni mwa hizo. So kitu cha kwanza nitaingia hapo kwenye hiyo site, then uta upload picha na uta kutoa background. Okay, hii hapo done. Kama unavyoona hapo ina background, lakini like tukiweka hapa, hii site itafanya kazi yake, ita detect background then itaitoa kama hivyo, unaona picha imebaki haina background. So nita click hapa chini kwenye download, upande wa kushoto chini hapa, then nitakuja nita click hapa kwenye free, hii ya chini ni ya kulipia. So nita click hapa kwenye free, then nita click download easy kama hivyo, unaona tayari picha yetu haina background. So tutaingia tu pixel lab Okay. janianze upya inaonyesha default so nitaingia hapo you hapo then nitakuja ingani itoe kwanza. So nitakuja hapa from gallery then nitachukua ile picha tuloiwek tuloi download pale ambayo ina background hii hapa then huku ni vitu vitu vingine vya kubadilisha size ya nini artboard yangu hapo nyuma vya mpenti. Ok, so hivi na namna ni hivyo, tengeneza ile tangazo la thumbnail hapo juu unaoiona. So nitaweka hapo, then nitabadilisha background hapa nyuma, nita click hapa, nitakuja hapa, then nita click hapa. Nime click hapa, then nakuja nita click kwenye color hapa utaweka kupata hiyo rangi hapo nyuma, nichokifanya, lets say labda kwa hivi. So nitabonyeza hapa kwenye hiyo alama jumlisha hapa hapa, so nita click hapo, then nitakacho kifanya, nitaka nita click hapa juu hapa, ngoja naonyesha, nita click hapa ili iwe katikati, sitaki ikae pembeni hivi, iwe katikati. So nita click hapo, kama unaona imekaa katikati, then kuweka rangi hiyo katikati sawa. So, nita click hapa katikati, maana hapa imekaa katikati. Nikitaka hii rangi, hii light ya katikati hapa, sawa iwe badilisha, kuna hizi sehemu mbili hapa, ngoja naonyesha. Kuna hizi slide mbili, kuna hiki cha huku na hiki cha upande wa huku so ni, kama hapa ukiona ukiki, ukiklik miongoni mwa hizi nitakuwa itakuwa highlighted na hii rangi hapa chini, kama unavyoona kuna kama Right. Kuna kama hii orange flani hapa chini ndio itakaotokea ukiklik click upande wa pili. Umeona, nimeklik upande wa pili, upande wa huku kimekuja huku, maana nitabadilisha rangi ya huku. Nikitaka kubadilisha hii dark ya huku, nitaklik huku nitabadilisha, so kubadilisha hiyo upande wa huku Nitaklik hapo, nitakuja hapa. Nita no hapa, exactly no so, hapa kwenye color hapa chini color fill hapa nita click hapo then nitachagua rangi inayoitaka, ila sasa hapa siwezi kupata exactly rangi ya jezi max pale, so nacho kifaa nitabonyeza hapa kwenye inaitwa nini, dropper, eyedropper. So hii hapa hii dropper, kazi yake ni kuchukua rangi sawa, so, kutoka labda sehemu fulani, labda unaona hapa kwenye hii wil hapa, hiyo rangi kuipata ilikuwa vigumu. Nataka tu ikai ukaichukua moja kwa moja, uta klik hapa so na klik hapo, then itaniambia rangi nataka nichukue wapi. Nita klik kwenye hii picha hapa, kama unavyoona ba, hapa imeweta hapa juko ko kama nilikuwa na picha zaidi nyingine, ingeletea ingezipanga zote hapa ko nichague wapi ambapo wanataka nichukue rangi. So right now na hii background na hii picha tu sawa. So, kwa ndo maana nimeleta hizo option mbili. Ingekuwa kuna zaidi ingeniletea nyingine, kwa hapa nitachukua hii ya max. Then u, kama unaona kuna kidude hiki ambacho kipeleka huku juu, kuna rangi zinabadilika. Ngoja naonyesha hiki kidude hapa, nikiweka ni mfano hapo, nipo kiweka, umeona rangi imekaa huko juu, rangi hiyo nikiweka mfano sehemu labda ngozi, ngoja uone rangi itakapo takapobadilika hapo juu. Haya, imeweka hapo. So unaona hata pale juu pia rangi imebadilika, sasa hivi mechukua rangi ya eneo hilo la hapo. So mimi nataka rangi ya kwenye jezi. So nitachokifanya nitaweka hapa iseme yenye dark dark hapa dark color, then nipate dark color, tatia tiki, nita press okay. Hiyo ni katikati then huku pembeni nitaklik vile vile, tunakuja nataka hii light sem ambayo ina light light lii nitaklik ila okay. Sasa hii dark nataka iwe pembeni, so ngonibadilishe hii light nataka ikae pembeni, then i mean hii dark nataka ikae pembeni, then hii light ambayo light kidogo iwe katikati, so ngonibadilishe hili sotakuja, unaweza ukafanya hivi nimeslide tu hizi, hii nimepeleka kule, nimeleta huku, adjust. Simple edit. Kinachofuatia unaweza kama labda tufanye another example ya kutoa background logo ya Yanga. Takuja hapa, ngoja tusache Yanga logo tasachi, then takuja kwenye image okay. ta k taiklik kaonakuona hii hapo, goja helodi utaiacha helodi kidogo itupacha. yeah, yeah. this one nna ishaa hii inakuwa tayari haina background, ila nataka ila mimi nataka ambayo ina background ili in in nitoe background you naonyesha know, mfano mzuri So, hii hapa nikisema ni hii download hii ni haina background, tuachane nayo. Nataka ambayo ina background, ok something like this, umaona ina background nyuma nyeusi, so naitaka hii. So nachokifanya yeah, nitaihold ta download image, download isha download, then nitakuja kwenye ile site pale, hii hapa hii, hii background remover, nita add procedure zile zile unazozifanya okay. Nitachagua hiyo logo, nita click done. Kwa hii kama mtu umeshindwa kupata picha ambayo ina background, utachukua hiyo ambayo ipo, utaileta hapa background nini, i mean so hii site ita detect background ni ipi, itaitoa, itaacha nini picha kama picha, so easy kama hivyo unavyoona, then nita click download ya tayari

Yeah, nice kama hivyo, so utaandika unachokitaka. For this is just a thumbnail kwa ajili ya YouTube ka nitaandika like namna ya namna ya kutoa ok naibadilisha rangi yake hiyo iwe yellow, ili iliendane na hivyavie. Nakuja nita click, nataka hiyo rangi ya njano, nitaweka kama unavyoona, kosijanziwe zile. Okay, namna ya kutoa background background. Okay.

zihivyo jasa hizi ni posiyingine nishaelekeza rahisi sana. Kama mtu uelewi sehemu yoyote, unaza ukapitia kwenye video zangu za nyuma, nimeelekeza vitu vyote. Sehemu yoyote ambayo jelewa, unaza ukanicheki nikakuelekeza, okay hivyo simple like that. Just a simple image metengenza hizi. So guys, kama ujera simu yote, as usual, just ni cheki, kuna namba zangu za simu zipo au comment, dondosha comment yako hapo chini kitu fulani, then nitatengeneza video yake. so kama ujaelewa popote, usisahau kufanya hivyo and please, msisahau kushare, kulike na kusubscribe ili usipitwe na video zangu za namna ya kutumia simu yako kuedit vitu mbalimbali, picha na mambo mengine kadha wa kadha. Kama pia kuna chochote kinachokushinda guys, just dondosha komenti yako bwana, tuelekeze kitu fulani, then tutaelekeza from A to Z. Thank you so much for watching this, adios.